Mambo team. Tumtumie kocha tangu ushinde dabi umekuwa na mwendelezo mzuri sana nini siri ya mafanikio? Ah, kumbe mlisha cheza? Sikumbuki. Bado Somo inapanga? Sana. Kwa tabu kocha wa Young Princess Edna Lema akiwa naye amekuja kushuhudia mchezo wa ligi wa CRDB Federation Cup hapa, Young Africans wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri na kufuzu robo finali ni kocha lakini pia huku tukushuhudia wachezaji wa Young Africans wakiwa wanatoka hapa katika uwanja wa KMC mara baada ya mchezo kutamatika. Huyo ni Pacome Zouzoua, nyota wa Young Africans ambaye amefanikiwa kuwa mchezaji bora wa mchezo huo mara baada ya mchezo kutamatika, wakifanikiwa kutenga katika hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la CRDB. Huyo hapa man of the match Pacome Zouzoua ambaye anatoka hapa katika uwanja wa KMC muda huu nashuhudia mara baada ya mchezo kutamatika, mashabiki wako hapa pia wakiwa wanatazama kile ambacho kimemalizika. Young Africans ushindi wa goli mbili kwa sifuri unawapa nafasi ya wao kutinga hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la CRDB. Huyo ni master Pacome Zouzoua, profesa wa boli wa Young Africans.